Uletea vitu vinavyoua hamu ya tendo la ndoa kabisa. Kitu namba moja, uchafu na harufu mbaya. Kitu namba mbili, mazingira kuwa mabaya na machafu. Namba tatu, maandalizi mabovu ya tendo la ndoa ambayo tunasema sexy. Lakini pia maandalizi mabovu ya tendo ambayo tunasema sexy. Namba tano, kutengeneza au kukosa ubunifu, kuwa muoga mwogamwoga, ambayo wengi inawafanya tendo la ndoa na kuwa roho. Lakini pia usaliti wa pamoja na kukosa uaminifu kushindwa kutumia maneno matamu, lakini pia kuwa mbinafsi na kujifanya upo bize muda wote, lakini pia kutumia nguvu kubwa kuliko akili, kuzungumzia habari za maeksi wako kuwa mkali na kutoka na utaji kurekebishwa, lakini pia kukosa elimu ya kujiamini. Unaposhindwa kujiamini, basi nakuwa changamoto, akujifanya mjuaji kumbe hamna lolote, na mwisho kukata kumuona kukataa kumuona therapist au mtu atakaye kushauri. Tuambie hapo ni kitu gani pia ambacho kinaua hamu ya tendo la ndoa kwako, tuambie hapo chini kwenye comment.